Jose Riveiro ndiye kocha mpya wa klabu ya Simba na mrithi wa Fadlu Davis ambapo inaelezwa kwamba baada ya kuondoka kwa kocha wa Simba Fadlu Davis vyambu, vyanzo vya kuaminika vimeeleza kuwa klabu ya Simba Sport Club ipo kwenye mazungumzo ya karibu na kocha wa zamani wa timu ya Al Ahly ya Misiri na timu ya Orlando Pirates Afrika kusini anajulikana kwa jina la Jose Riveiro ambapo imeelezwa kwamba Jose Riveiro ndiye aliyepewa nafasi kubwa zaidi ya kuchukua mikoba iliyoachwa wazi na Fadlu. Uzoefu wake mkubwa barani Afrika na rekodi nzuri akiwa na Pirates unatajwa kuwa sababu kuu iliyomfanya apewe kipaumbele, ambapo kocha huyu ambaye amepewa kipaumbele zaidi na klabu ya Simba imeelezwa kwamba ni kocha ambaye falsafa zake zinafanana na Fadlu Davis. Hivyo Simba na mode huju wameangalia kwa upana wa kudai kwamba wanahitaji kocha ambaye atakuwa na falsafa kama zile za kocha Fadlu Davis ili wazilete mkanganyiko kwa baadhi ya mashabiki. Kocha huyu ambaye alishawahi kutumikia vilabu kadhaa vikubwa barani Afrika na kupata mafanikio makubwa zaidi, basi katika klabu ambazo alishawahi kuzitumikia ni pamoja na klabu ya Al Ahly ili kutokea Misri, aliweza kuifanikisha na kuru, aliweza kuifundisha na kuweza kupata mafanikio makubwa zaidi, lakini aliweza kuifundisha timu ya Orlando Pirates kutoka Afrika Kusini, ambayo hii ilifanikiwa kufika hatua nzuri zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika hivi klabu ya Simba imeweka ita, ita, ita, ita, ita, ita, ita E, kama kipaumbele chao kwa kocha huyu kwa chao kuwa ana uzoefu wa kufundisha e, timu kubwa barani Afrika, lakini analijua soka vizuri la Afrika kwa kuwa ameshafundisha timu kadhaa kubwa. Hivyo itakuwa ni rahisi kwake kwanza kuchukua zile falsafa ambazo zinafanana na Fadlu Davis na, na ambaye naye ni mwafrika kusini, lakini pia itamwezesha kuweza fuata zile falsafa ambazo yeye ataamini zinaweza kumfikisha kwenye malengo ambayo klabu ya Simba wanayo, hivyo Simba wakampa kipaumbele huyu hapa kwa kuwa ana falsafa ambazo zinafanana ufundishaji wake na zile za kocha Fadlu Davis, hivyo Simba wanaweza kuwa wameziba pengo vizuri zaidi la Fadlu Davis, na baadaye wanaweza kuwa na mafanikio makubwa kama ilivyokuwa kwenye malengo yao ya kuweza kufika nusu fainali klabu bingwa barani Afrika, na kuwafanya wawe iwe timu ambayo ni kubwa zaidi pale juu, ambazo ni tishio zaidi barani Afrika.